Ya kwa majina yetu Alexander Barunguza, ni mwanasheria lakini pia ni petitioner katika shauri la kikatiba ambao liko limefungua mahakama kuu masia ndogo ya Tabora. Leo shauri liko linakuja kwa ajili ya usikilizwaji mbele majaji, ya jopo la majaji kwa mujibu wa matakwa ya kisheria alikuwa mbele ya mheshimiwa majaji daktari Adam Mambi eh, daktari Zainabu Mango na eh, Dr. Frenki Mirindo, katika shauri hili Eh, upande wa wajibu maombi ambao walikuwa wanawakilishwa na mawakili wa serikali walitaarifu mahakama kwamba wamesha faili majibu yao na kwamba wako tayari sasa kwa ajili ya kuendelea kusikiliza, lakini wakasema wamesha faili pia na mapingamizi, hivyo wako tayari kwa ajili ya kuweza kusikiliza mapingamizi. Na baada ya pale, nami pia niweza kujibu hiyo taarifa, nikamwambia mheshimiwa, nimeipokea lakini naomba nilete maombi yangu kadhaa mbele yenu. E, nilikuwa na maombi matatu. Ombi la kwanza nilikuwa naomba mwenendo wa shauri hili uruhusiwe kurekodiwa na vyombo vya habari, kile kinachoendelea mahakamani ili watu waweze kuona, maana yake kurekodiwa, lakini pia kiwe kiweze kuwa published, eh, kichapishwe kulingana na wa mambo mbalimbali, watu waweze kuona kinachoendelea mahakamani. Lakini pia nikaomba mwenendo wa shauri hili uende mubashara, live streaming, eh, ili watu waweze kuona kinachokuwa kinaendelea mahakamani. Na jambo <coughs> la mwisho niliomba mahakama E, nisaidie nipate link ambayo nitaweza kutumia, kutumia kwa kuwatumia mawakili ambao wako nje ya Tabora ambao wako Dar es Salaam waweze kujoin katika shauli hili. E, na sababu mbazo ni...